Kwa majina yangu naitwa Lucy John Renatus ni mwanafunzi wa kidato cha tatu. Wazazi kwa asilimia kubwa, elimu ya afya ya uzazi ni mara chache sana ambao wanatoa, yaani kiufupi hawatoi. Mara nyingi wanafunzi wanapata hizi elimu mashuleni kama hivi, maana hata tukisema kwenye jamii wanafunzi hawazipati, kwa sababu fursa zile za wanafunzi kwenye jamii mara nyingi huwa hazipatikani. Hata ukikuta wanafunzi wamefika kwenye jamii ni mara chache sana, yani unakuta hata wapo kama hivi na nguo zao za shule, wanaenda pale sehemu, napo ni mpaka kibali maalum. Sasa ukikuta hivyo, wazazi mara nyingi hawachangii, mara nyingi wenyewe wanazuia tu to watoto wao waepukane na vishawishi ambavyo vitawapelekea kuharibikiwa maisha yao na washauri wazazi watoe elimu kwa watoto wao kwa sababu elimu hii itawasaidia watoto wao kujua ni kipi ambacho watakacho kifanya kwa mbele ili waweze kuwa bora wasiwe na maisha magumu, wasalibikiwe kwenye maisha na hata muda mwingine waweze kuwa na familia nzuri kwa baadaye. Hata utakapotaka kuwa wazazi wajue kabisa kama nataka nizae watoto wangapi. Kwa majina naitwa Paul Msafiri William, ni mwanafunzi wa kidato cha pili. Katika shule ya sekondari Nyakagwe. Elimu ya afya ya uzazi husaidia kujua mabadiliko mbalimbali mbali katika mwili, mfano kwa sisi wanafunzi tunaweza kugundua mabadiliko yetu ya mwili, mfano tunapoingia katika balee, elimu ya afya ya uzazi inaweza kusaidia, naweza kujua jinsi ya kuweza kutotoa matatizo, mfano mihemko ile, mfano ya kuanza kupenda mtu katika umri mdogo. Kwa majina naitwa Paulina Jeremiah, nasoma kidato cha pili Nyakagwe sekondari. Usipopata elimu ya afya ya uzazi unaweza ukapoteza maisha. Unaweza kwa upande wa wasichana, unapokuwa umepata mimba ya utotoni, unaweza ukapoteza damu nyingi wakati wa kujifungua, au muda mwingine ukashindwa hata kuzaa kabisa. Kwa majina naitwa Minza Siboni, ni mwanafunzi wa kidato cha tatu. Hapo nitaelezea madhara ya kutopata elimu za afya. Kwanza kabisa, ina, inapelekea kupata mimba zisizotarajiwa mfano wa mimba mfano kama hapa sisi hapa wanafunzi, endapo tutakuwa hatuna elimu ya afya, uwezekano wa kupata mimba za utotoni utakuwa ni mwingi. Kwa majina naitwa Lea Kajumlo Jafari ni mada wa shule ya Nyakagwe Sekondari. Kuna baadhi ya wanafunzi walikuwa hawawezi kufikia malengo yao kwa sababu wanaacha shule kwa sababu mbalimbali, kwa sababu walikuwa hawajapata elimu. Sasa katika mazingira tulionayo sisi huku katika nani Geita, tumezungukwa na wachimbaji unakuta watoto wengi sana walikuwa wanapata vishawishi vya kuwacha shule kwa sababu ya tamaa ya pesa kidogo. Baada ya kupokea elimu hii, punguzo la watoto kuwacha shule limepungua kwa asilimia kubwa sana. Kwa sababu wengi wameweza kupambana, kupambania ndoto zao. Wengi elimu ya afya ya uzazi imeweza kuwasaidia kuweza kuepuka vishawishi mbalimbali mbali, hasa vya kimapenzi. Elimu ya uzazi imeweza kumsaidia yeye, imemchambulia yeye ufafanuzi mzuri wa elimu ya uzazi. Pia imemsaidia yeye ni vitu gani aweze kufanya ili kuepuka vishawishi, kwa mfano kutembea usiku na muda mwingi kujikita katika masomo. Kwenye maeneo ya, ya migodini kama tutolee mfano Nyakagwe, maana yake unakuta kwamba mwitikio wake, wapo wanaofuatilia, lakini wapo wengi sana ambao wako bize na kuchimba tu, yani yeni, akitoka kuchimba anakuja ku, ku, ku, kuendelea na, na shughuli zingine. Kwa hiyo elimu, tumekuwa tukijitahidi sana hasa kwenye mazingira haya ya machimbo, na ukiangalia vishawishi vingi na mambo mengi yanayofanyika ni kwenye maeneo ambayo pesa inaingia kwa sababu unakuta pale pale ushawishi wa ngono ni mwingi. Kwa hiyo hata kama ni ngono basi kuna ngono zembe nyingi. Ndio maana tunawashauri kwamba ikiwa umeshindwa kujizuia, tumia kinga. Ikiwa kabisa haiwezekani, tumia uzazi wa mpango. Kupitia elimu hii, tumeweza kufikia kwa makadirio tu ya chini ni, ni watu karibia 900 ambao tume, tumeenda kwenye shule ya sekondari Nyakagwe tumefika shule ya sekondari Butobela, lakini pia tumekutana na vijana hawa ambao ni vikundi vya vijana, lakini pia ni, ni tumekutana na vile vikundi vya kisiasa vya, vya vijana kwa sababu tumekusudia kwamba kila kwenye mkusanyiko wa watu sisi elimu hii tuifikishe kwa sababu ina umuhimu mkubwa.